Mpendwa mtazamaji, ni siku ya Alhamisi, karibu katika tafakari ya neno la Mwenyezi Mungu, tukiwa ndani ya Oktava ya Pasaka. Injili tunayo tunayoisikia siku ya leo ni kutoka Injili ya Luka sura ya 24 aya ya 35 hadi ya 48. Ni muendelezo wa Yesu Kristu katika habari ya kufufuka kwake anazidi kuwatokea mitume, mitume ambao walikuwa wamekata tamaa kwa sababu ya matukio ya Ijumaa Kuu, na hawaelewi kitu gani kinachoendelea, kwa sababu hadi kabulini Yesu hayupo. Wakiwa wamejifungia ndani ya nyumba, Yesu anasimama katikati kati yao, anawaambia amani iwe kwenu, shalom. Hii ndio salamu ya kwanza Yesu anakuta anawaambia hawa mitume wake waliokuwa wamekata tamaa kwamba mahangaiko ya duniani hapa, ya kwanza yanaondoa amani, ya pili yanaleta hofu, yanaondoa furaha, unakuwa una matumaini tena. Yesu akitambua kwamba msiba ule uliondoa amani anakuja kuwaletea amani, na hii ndio habari njema sana kwamba Pasaka Yesu anakuwa amani yetu. Yesu ambaye ni mfufuka anakuwa amani yetu nyakati zote. ambazo nimekuwa nikipita katika huzuni, katika magumu, nimejifungia ndani, sioni furaha, sioni amani katika maisha yangu, Yesu anakuja katikati kati yetu, na ni jambo la furaha kwamba Yesu anatujia, anakuja maeneo ambayo tumejificha dhambi za mwanadamu zikimzidia huwa zinampelekea mwanadamu kujifungia, hataki kutoka. Petro na wale mitume, yeye akiwa ni kiongozi alitambua kwamba alifanya dhambi ya kuweza kumsaliti, alifanya dhambi ya kuweza kumkana Yesu, na Yesu alimwambia maneno haya kwamba utanikana mara tatu, usali hakutaki kuweza kusali alipomkana Yesu mara tatu na baadaye Yesu amekufa, walienda kujifungia ndani. Ndio tabia ya dhambi hiyo, kujifungia ndani, unakuwa una hofu, huwezi kutoka kuweza kumtazama mtu. Wameingia ndani, wanaogopa Wayahudi, hawawezi kwenda kumkiri Kristo kwa sababu ya dhambi. Na Yesu anapokuja katika lile kundi la mitume ambao wamejifungia ndani, akitambua shida yao, anawaletea amani mara nyingi katika maisha ya kiroho pale ambapo tumetenda dhambi, baada ya kuweza kwenda kwenye sanduku la maungamo na kuweza kuungama, ya kwanza ambacho Yesu huwa anatupatia zawadi ya kwanza, anatupatia amani. Baada ya kuweza kukiri dhambi zangu, ninakuwa na amani kubwa. Yesu anakuja ndani ya lile pango langu kwangu, anakuja, anakuja ndani ya nafsi yangu, ananiletea amani. Nyakati zote za mashaka, mtafute Yesu na muombe Yesu aje aweze kutuletea amani kama alivyofanya kwa hawa mitume. Wale mitume wakashtuka, wakadhani kwamba wameona roho. Biblia inavyosema ni roho, katika lugha ya kawaida, maana yake lugha ya mtaani, wakisema kwamba ni mzuka. Walidhani kama Yesu ni zimwi au ni mzuka, kwa sababu aliingia wakati milango imefungwa wakafadhaika. Yesu akawaambia, msifadhaike, ni mimi, kwa sababu alikuwa ana mwili wa utukufu. Mwili wa utukufu haukumzuia Yesu kuingia popote pale, aliweza kuingia popote pale hata kama walikuwa wamefunga milango. Anaanza kuambia nishikeni mikono, kwa sababu mzuka au roho haina mifupa. Nishikeni mikono, mnione kwamba ni mimi. Wakashika na miguu yake, akawaambia mimi sio roho, na akasema kwamba oneni alama za kwamba mimi ni mfufuka, na alama pekee ya Yesu Kristo anapokuja katika safari ya maisha yetu ni alama zile za kutobolewa kwake kwa misumari. Akawaonyesha alama katika mikono yake na akawaonyesha alama katika miguu yake. Basi akawauliza, Je, mna chakula chochote? Wakampatia mkate, akala kuthibitisha kwamba kweli amefufuka. Ndio maana katika kipindi hiki cha Pasaka kuna neno tunalolizungumza mara nyingi sana kwamba Bwana wetu Yesu Kristo amefufuka, ni kweli, haleluya. Wakati alipokuwa amezaliwa, hatukusema Yesu Kristo amezaliwa, ni kweli, ila katika kufufuka wanasema Bwana wetu Yesu Kristo amefufuka, ni kweli, haleluya, kwa sababu kuna watu walibisha, walikataa juu ya habari za ufufuka Bwana wetu Yesu Kristo, wakasema aliyefufuka hakuwa na mwili. Ndio maana ma, e, Luka anaandika kwamba ilibidi mitume wale washike kabisa mikono yake, ilibidi waweze kuona zile alama, na baadaye pia ilibidi ale chakula kile walichokuwa wanakula wao, kuthibitisha kwamba ni kweli amefuka. Kwa hiyo habari za ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo sio habari za kubuni Sio habari za kutungwa, sio habari ambazo zilikuwa zimeandikwa na watu fulani fulani katika kuweza kuwadanganya watu. Ni habari za kweli. Yesu Kristo baada ya kuweza kufuka alikula chakula pamoja na mitume wake, walimshika wakaona na mifupa yake na wakaona zile alama za ile misumari ambayo alikuwa amepigiliwa kwenye mikono yake na katika miguu yake. Ndio anaanza kuwaambia maneno haya kwamba nilipokuwa pamoja na ninyi niliwaambia kwamba lazima yatimizwe yote ambayo yalikuwa yameandikwa na manabii na katika Torati kwamba Kristo lazima afe. Walikuwa hawaelewi Yesu kwa sababu ya ugumu wa mioyo yao. Hofu inawapelekea kuto kuweza kuelewa maandiko. Akawafunulia akili zao wapate kuweza kuelewa maandiko. Tumwombe Mwenyezi Mungu kila siku tunaposoma neno lake, atufunulie akili zetu. Akili zetu zinafungwa na mambo mbalimbali. Akili zetu zinafungwa na hofu. Akili zetu zinafungwa na matatizo mbalimbali. Hata neno la Mwenyezi Mungu anapoongea nasi kupita neno lake, akili zetu zinakuwa zimefungwa. Kabla hujasoma neno la Mwenyezi Mungu, mwombe Roho Mtakatifu, mwombe Yesu akufunulie akili yako uweze kuelewa maandiko, kwa sababu maandiko matakatifu ndio dira ya maisha yetu. Alipowafunulia hawa mitume akili zao, ndipo akawaambia yale ambayo yalikuwa yameandikiwa, akawapatia mpango mzima kwamba Kristo ilikuwa lazima ateswe, na sasa Kristo amefufuka, ili mataifa yote duniani waweze kuhubiriwa habari njema, na kwa jina lake habari ya toba na msamaha na ondoleo la dhambi viweze kufanyika, na itaanzia Yerusalemu hadi katika maeneo yote, na akawaambia, ninyi mtakuwa ndio mashahidi wangu. Mitume wanapokea kazi hiyo ya kumshuhudia Kristo kwamba amefufuka, na alimshuhudia, walimshuhudia Kristo kwamba amefufuka kwa matendo yao. Ndio maana mnasikia habari za kina Petro, wanafufua viwete, na yule kiwete aliyekuwa amefufuliwa, yule kiwete ambaye alikuwa anakaa katika eh, mlango akisubiri sadaka baada ya kuweza kuinuliwa, kuweza kuwa mzima, baadaye hofu na mashaka vinakuja kwa viongozi. Walipoanza kumshuhudia Kristo hawakuwa tena na hofu, wakafanya mambo ambayo ni makubwa, watu wakarudi, watu wakamkiri Kristo, wakabatizwa zaidi ya watu elfu tatu maisha ya pasaka si maisha ya hofu, ni maisha ya kutoka kuweza kumshuhudia Kristo kwamba Kristo amefufuka kweli kweli, na maisha ya kumshuhudia Kristo, maisha ya ufufuko si maisha ya kuishi katika dhambi ni maisha ya toba, ni maisha ya kutoa msamaha, ni maisha ya upendo, ni maisha ya kuweza kuwa pamoja na Kristo katika kipindi hiki cha, cha Pasaka. Simama imara, usihofu, ondoa hofu. Kristo mfufuka ndio amani yetu. Mwombe Kristo akufunulie akili zako uweze kuelewa Maandiko na baadaye uweze kuwa shuhuda katika safari ya maisha yako, siku moja akupokeeko mbinguni. Akubariki na kulinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.